Nichukue nafasi hii, mheshimiwa mkuu wa wilaya, nikushukuru sana kwa mapokezi, lakini niwashukuru sana viongozi wetu wa mkoa, wilaya pamoja na kata, wote mko hapa kwa kutupokea vizuri kwenye eneo hili la Kilolo. Nimekuja hapa kufanya ukaguzi wa mradi wetu huu wa shule ya sekondari Lugalo, shule ya sayansi, shule kwa ajili ya watoto wetu wa kike, shule ambayo kukamilika kwake Mheshimiwa Rais amekusudia waje hapa watoto karibia 960. Lakini si tu hivyo, shule hii kukamilika kwake kama ambavyo tayari imeshaanza kufanya kazi tunatarajia kuwa na watoto wa shule sekondari O level na A level. <coughs> Nimepitia taarifa zenu wakati mnazisoma na bahati nzuri nilitangulia kuzipata taarifa hizi kabla kwa mawasiliano na mkoa. <coughs> Taarifa za ujumla zinaonyesha kwamba wilaya yetu ya Kilolo inasuasua sana kwenye utekelezaji wa miradi hasa hasa miradi ya elimu na miradi ya afya. Sasa leo sijapata nafasi ya kuangalia miradi ya afya, lakini angalau nimepata nafasi ya kupegua mradi huu wa shule ya sekondari. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan Daktari ametupa kazi na ametutuma tuje kufanya kazi na sisi TAMISEMI tutaifanya kazi. Naelekeza mambo yafuatayo baada ya ya ukaguzi huu. Tumeshaleta hapa fedha bilioni 4.45 kutoka Serikali Kuu zimeletwa hapa kwa lengo la kukamilisha ujenzi wa sekondari hii, lakini mpaka sasa haijakamilika. Tukaongeza kwenye mapato yenu ya ndani, mkaweka hapa milioni mia mbili na hamsini, lakini mpaka sasa haijakamilika. Mkaongeza karibia milioni kumi na nne, lakini mpaka sasa haijakamilika. Ndugu zangu wa Tanzania na ndugu watumishi wa umma na hasahasa hasa ambao mko chini ya wizara yetu ya TAMISEMI, jifunzeni kuziheshimu na kuziogopa fedha za umma, fedha za Watanzania, fedha ambazo Mheshimiwa Rais anakuwa amezileta kwa ajili ya kufikisha huduma alizoahidi kwa wananchi. Jambo hili halikubariki. Maeneo yote ambako tumetekeleza miradi hii tumetoa bilioni 4.45 na miradi imekamilika. Hapa kwenu mko bilioni 4.7. Na bado mradi haujakamilika. Ninaelekeza mambo yafuatayo. Ninamwelekeza Katibu Mkuu TAMISEMI. Kuanzia sasa, ninamwelekeza Katibu Mkuu TAMISEMI. Muhasibu kwa maana ya mkuu wa idara ya fedha hapa Wilaya ya Kilolo asimame kupisha uchunguzi. Mkaguzi wa ndani asimame kupisha uchunguzi. Kuanzia sasa. Na ninamwelekeza Katibu Mkuu TAMISEMI alete tume yetu ya wizara, tume wataalamu wa ukaguzi na ufuatiliaji wa fedha waje hapa, na ndani ya siku kumi na nne tupate taarifa ya ukaguzi huo. Wakati huo mkuu wa idara ya fedha na mkuu wa ukaguzi wa ndani wakiwa wamesimama kupisha uchunguzi. Situ hivyo ninamwelekeza Katibu Mkuu TAMISEMI kuwapangia kazi nyingine afisa elimu wa wilaya sekondari, afisa taaluma wa wilaya sekondari afisa elimu wilaya msingi na afisa taaluma wilaya msingi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. ya Kilolo, shule ya sekondari ya wasichana Lugalo ya sita. Kwa sasa shule ina wanafunzi 351 ambapo kati yao wanafunzi 125 ni wa kidato cha kwanza na wanafunzi 226 wa kidato cha tano pamoja na cha sita kwa michepuo ya PCM pamoja na PCB. Aidha, shule ina walimu kumi na nane walimu wa kike wako saba na walimu wa kiume wapo kumi na moja wasayansi wako tisa na wale wanaofundisha masomo ya lugha tuko tisa. Lengo, lengo la mradi lengo kuu la mradi huu ni kuongeza wigo wa nafasi za masomo mahususi kwa wasichana katika masomo ya sayansi. Kwanza kwa ujenzi wa miundombinu ya shule. Ujenzi wa miundombinu awamu ya kwanza, halmashauri ya Kilolo ilipokea jumla ya shilingi bilioni tatu toka Serikali Kuu kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya shule ya awamu ya kwanza kama ilivyofafanuliwa. Kwenye ujenzi wa miundombinu ya awamu ya kwanza ulianza tarehe ishirini na moja mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Katika awamu hii ya kwanza majengo yote yaliyopaswa kujengwa, ikiwa ni mabweni nane, madarasa kumi na mbili, vyoo matundu kumi na sita, chumba cha kupumzikia wagonjwa, maabara ya sayansi ya jiografia, jengo la utawala, nyumba za walimu, yamekamilika na yanatumika. Jengo la bwalo na jiko halikukamilika. Hata hivyo, ujenzi wake unaendelea na lipo katika hatua za mwisho za umaliziaji. Wakati wa ujenzi wa miundombinu hii, uongozi wa halmashauri ulifanya tathmini ya hali ya upatikanaji wa maji safi na salama yatakayotosheleza jamii ya wanafunzi wanaotarajiwa kusajiliwa hapa shuleni. Kutokana na gharama za huduma ya maji yanayosambazwa na mamlaka ya maji Ruwasa pamoja na kukatika kwa maji mara kwa mara kwa sababu ya mgao ulifikiwa uamuzi wa kuwa na vyanzo viwili vya uhakika vya maji ambapo shule iliunganishwa na mfumo wa maji wa Iluasa pamoja na kuchimba kisima kirefu chenye pampu ambacho kinatoa maji safi na salama ya kutosha wakati wote. Uendelezaji wa ujenzi wa miundombinu kwa awamu ya pili. Shule ya sekondari ya wasichana Lugalo ilipokea fedha ya ujenzi awamu ya pili tarehe 21 mwezi wa sita mwaka 2024 kiasi cha shilingi bilioni moja na milioni mia moja fedha hizi kulingana na mwongozo wa Ofisi ya Rais, TAMISEMI zilipaswa kujenga miundombinu iliyoonyeshwa kwenye jedwali hapo chini. Hali ya utekelezaji wa mradi wa awamu ya pili, ujenzi wa miundombinu awamu ya pili ulianza rasmi tarehe tisa mwezi wa tisa mwaka 2024. Ujenzi wa majengo yote yaliyoelekezwa kujengwa umefanyika na ujenzi umefikia asilimia 95, ambapo majengo yaliyokamilika ni pamoja na vyumba vya madarasa kumi, nyumba tano za walimu jengo la maktaba, jengo la tehama. Aidha, mabweni manne yapo hatua ya ukamilishaji ambapo tutakuwa tunafunga milango. Pia ujenzi wa umaliziaji wa bwalo limefikia asilimia 87, shilingi bilioni 4 na milioni mia saba, ikiwa bilioni 4.45 ni kutoka serikali kuu na shilingi milioni 250 kutoka mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kilolo. Aidha, Halmashauri ilitoa kiasi cha shilingi milioni kumi na nne laki mbili na ishirini na tano kwa ajili ya utengenezaji wa viti 160, meza 160 na vitanda 25 kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha tano mwaka 2025. Hata hivyo, Halmashauri imejipanga vema kutengeneza viti, meza na vitanda kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2026. Nazoikumba shughuli ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa shule hii ni kama ifuatavyo: ongezeko la gharama, jiografia ya eneo la ujenzi kuwa tepevu na hivyo kulazimisha ujenzi wa misingi mirefu kwenda chini kutafuta uimara wa jengo kuliko ilivyoelekezwa kwenye makadirio ya BOQ. Kutokana na utepevu up, up, huo ulioelezwa hapo juu, majengo yote yaliwekwa bimu ya kati na mengine yaliwekwa bimu yenye nchi tatu kwenye usawa wa madirisha ili kuzuia mpasuku wa majengo. Hii iliongeza gharama za mradi ambazo hazikuonwa hapo awali. Hata hivyo, ramani zilizotolewa na ofisi ya rais TAMISEMI hazikuwa na makabati ya kuweka masanduku ya wanafunzi bwenini, pamoja na kuwa yalikuwa na muhimu. Kwa kuona ulazima wake, mabweni yote yamejengewa vikabati hivyo, hivi navyo viliathiri gharama za mradi tofauti na makadirio.